o cha kutoa maoni kuhusu miradi iliyoahidiwa na serikali kuu pamoja na zile za kaunti. wenyeji wa kaunti ya Kakamega wakiwakabili maafisa kutoka kwa afisi kuu ya katibu mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi wakitaka kujua kwa mapana kuhusu ujenzi wa barabara ambazo Rais Ruto amekuwa akizitaja. Naambiwa hapa na dada yetu ya kwamba barabara zinatengenezwa na akataja jina za mabarabara, na sisi tunaishi katika maeneo hayo hiyo ambayo barabara zina zimetajwa kwamba zinajengwa. Sasa sijui zinajengwa saa ngapi? I come from Nabaholo where we take children to towns to see how our town looks like. Madam say, uh, did she say they are doing or they are going to do or they have done <laughs> Shirikisho, usalama magharibi, Irungu Masharia akitetea serikali kuwa iko mbioni kukamilisha miradi hiyo, mwananchi mmoja ameuliza: unasema tutajua itaanza lini, itakamilika lini? Ikasema sikuwa nimejitayarisha. Aidha, swala la uwizi wa mifugo, mauaji ya kiholela na utovu wa usalama likitajwa kama donda sugu katika kaunti ya Kakamega. Tunafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba mwananchi wa Kakamega na eneo la magharibi kwamba ameishi maisha ya kawaida kama Wakenya wa, wa sehemu zile zingine.